Uh, nipo na Bonge. Mambo vipi bwana? Uh, mambo poa. Karibu Mtwara. Cha uh, kwanza nipende kusema asante sana na nime nimefurahi kujua mji wa Mtwara. Ulikuja ulikuja kabla? Hapana, yani kujua kwa muda mfupi, kujua kwa muda mfupi wameandaa vikundi vya kwao na vinafanya poa kinoma. Hii kwa upande wako imekaje? Ah, kwa mimi upande wangu kwa sasa hivi ni bado sana kwa sababu game ni gumu sana Alafu ukiachana na hicho ukiachana tu na umaarufu nilokuwa nao, siwezi ngasema nikurupuke kusema eti nifungue na mimi gengi yangu au nifanye kitu changu, inakuwa sio kweli, kwa sababu vitu vinaenda kwa upepo, na licha hivyo vinaenda kidiplomasia ki, zaidi yaani, kwamba uwezi ukafungua kazi mpya angali mtu hajakuona kazi yako kuifanya, bali nakuona kufanya kwa watu uh... Nataka nijue pia siri ya mafanikio ya kuonekana katika movie nyingi. Unaonekana katika movie nyingi sana tofauti tofauti. Eh, siri ni nini au ni nini ambacho kinakufanya watu wakuvutie na wakufuate wa wewe kwa kufanya nao kazi? Kama nilivyosema mara ya kwanza, cha kwanza utendaji wa kazi ukiwa mzuri, cha pili heshima na nidhamu katika kazi huwa wow. unaigiza tu au una, unatengeneza na contact? Mimi kila kitu nipo full muziki. Anko Nzala uh, amechukua tuzo ya contact neno moja kwake uh, cha kwanza nimpe hongera kwa sababu ni jambo ambalo amelipambania sana na aliliweka moyoni kusema lazima nitachukua tuzo katika ufanyaji kazi wangu wa kazi hivyo kwa hiyo mi nimpe hongera, sina budi, sina jambo lingine zaidi ya kumpa hongera na shukrani kubwa, kwa sababu ni kwanza ni contact creator ambaye ndo amewapita ma contact yote Tanzania nzima ya yeah. Uh, vipi kwa upande wako wewe, kubuni idea tofauti tofauti na kufanya vitu vizuri, inakuwa na kuchukua muda gani kufanya hivyo vitu vizuri, ili mradi utengeneze kitu kizuri? Ah, cha kwanza inahitaji utulivu wa akili. Cha pili inahitaji mawazo makubwa. Cha tatu unaangalia na yaani, unaangalia na mazingira au matukio. Kwa hiyo ma contact wengi wa ma creator wanaangalia matukio, muda, mandhari. Kwa hivyo inachukua muda sana. Ni kazi sana kutengeneza contact. Kwa hiyo sana mtu tu anakurupuka anatengeneza akajua kwamba ah, ni ngumu sana. Mpaka Anko Nzala kachukua, ujue ana mawazo makubwa sana na kitu chake akitoki ovyo ovyo. Yani, bwana hichi tufanye tufanye, wanamtoro anataka wafahamu. Ili jina la Bonge limetokea wapi? la jina la Bonge hili nimepewa kulingana na mandhari, jinsi nilivyo, na zile kulikuwa za zamani, mwembamba chikonda, wakaona wakaona uh, jina atajisikia vibaya, wakaona katika mwembamba, kwani tusimpe Bonge. Namshukuru Mwenyezi Mungu kweli kwenye bonge limekaa kule bonge. Asili yako wewe ni wapi? Mimi ni Mzaramo. Mzaramo. Ah okay. Ah, tupo na msanii wa Bongo Movie bonge ambaye anafanya poa sana kwenye social network, so wasanii wa Bongo Movie huwaga wanakuaga wavivu sana, labda kuonekana, labda hawafanyi kazi yani kwamba, kwa wakati hii inakuwa shida, ni nini? Nirudi pale pale, wanakuwa wavivu kufanya kazi kutokana na mawazo. Mawazo yanakuwa ni mazito, kazi madini yanakuwa yanaisha, pia akili inakuwa inachoka. Kwa hiyo ile inasababisha pia u, u, udhaifu wa kazi yake mtu anapofanya, au ubora wa kazi yake mtu anapofanya. Ina, mtu anaangalia story anaangalia mauzui mazingira, na yule muhusika alomtengeneza. Je, ile kasti alompa inaendana nayo? Madirekta wengi wanaishiwaga mastori kwa uwa, tunachukua story kutoka kwa, kwa mtu mwingine aliyokuwa bora, tunajaribu kuibadilisha na kuiweka katika mandhari iliyokuwa bora na kumvesha muhusika kwenye movie ya muzamaji. ilikuwa ni ngumu kiasi gani katika ile scene ambayo umeicheza, kama ipi ile scene ambayo umeicheza ya uh, kuonekana uko na mkeo yule, alafu dakika za mwisho kuna yule kipara anaingilia kati ma mahusiano yenu. Uh, kwa upande wako ilikuwa ni ngumu kiasi gani na kwa nini ilikuwa wewe ulihusika katika ile scene? Cha kwanza ni director mawazo yake, cha kwanza ni director mawazo yake, na cha pili pia nilikuwa na delay delay kwa sababu kulikuwa na changamoto moja mbili tatu, na ndio maana director akaamua kunipa mawazo yale au kuweka wazo lile kutokana na mimi kudelay kwangu, sababu kulikuwa na changamoto baadhi zilikuwa zinansumbua, na ndio maana nikaa na delay delay kiasi kile na n